Moja kati ya vitu ambavyo vimezua gumzo kubwa sana kwenye mitandao ya kijamii lakini pia vimezungumziwa kwa ukubwa zaidi mitandaoni hivi siku ya leo ni baada tu ya mke wa marehemu MC Pilipili kutua Dodoma kwa ajili ya kuhudhuria msiba wa mume wake kipenzi au baba wa mtoto wake, lakini namna ambavyo amevaa ameoga matusi mitandaoni, kila mmoja akawa na comment na kujiuliza huyu dada ameenda katika msiba wa mume wake kweli au ameenda kuji au anatamani azungumziwa kwenye mitandao ya kijamii. Mambo yamekuwa ni mengi sana, nitakwenda kukuonesha comment ambazo zinaonesha wazi wabongo hawajapendezwa na namna ambavyo huyu dada amevaa. Na ukiangalia video ambayo iliyokuwa ikimuonesha huyu mke wa marehemu MC Pilipili, unaweza kuona anaonekana na majonzi sana, amelia muda mrefu sana, ukiangalia mpaka kufikia hatua yule ambaye alikuwa naye akawa anamfariji, lakini pia uki ukiangalia namna ambavyo anaonekana anaonekana ni mtu ambaye alikuwa analia mara kwa mara, lakini alipokosea tu tu ni ni hapo kuvaa suti suti akiwa anaelekea msibani msibani, na na sio tu msibani. Ukiangalia ukiangalia kule ni kwa wakwe zake zake anakutana na wakwe zake. Lakini pia ukiangalia hiyo suti kwa namna fulani imebana hivi. Sasa ngoja nikusomee comment ambazo zinaonesha waze kwamba wabongo hawajapenda, wameona ni kama vile zile tetesi ambazo zinazungumzwa mitandaoni kuhusiana na huyu mke wa marehemu pilipili kumpatia mawazo mengi sana MC pilipili mpaka kufikia umauti wake, basi huenda zikawa na ukweli ndani yake. Lakini tayari familia imethibitisha wazi kwamba chanzo cha kifo cha marehemu MC pilipili ni kupigwa mpaka kufariki, yani kuna watu wasiojulikana walimpiga kipigo kizito mpaka kufikia hatua mwili wake ukapata majeraha makubwa sana, lakini pia kupelekea umauti wake. Ngoja tusome hizi comment ambazo zinaonesha namna ambavyo bongo wamekasirika, wameona ni kama vile huyu dada anajidhalilisha, lakini pia wameona kama vile huyu dada, mbona anaamua kuleta maneno kwenye mitandao ya kijamii? Kwa nini asingevaa vazi lingine la msiba kama baibui au kijora, au angejifunga hata at least kitenge iweze e, kuonekana kwamba ana majonzi kweli kweli. Huyu shabiki wa kwanza ameweza kuandika huyu dada kumtetea ni ngumu eh, yani ni kazi sana, hata kama tumeambiwa tusimseme vibaya hapa. Hiyo nguo sio ya mfiwa kuvaa msibani jamani. Huyu mwingine akasema najivunia kuwa Mnyakyusa. Lo, Mnyakyusa uwezi kwenda umevaa hivyo msibani, alafu msiba wa mume. We utandawazi unatudanganya sana. Ise mwingine akasema eh, ndiyo hana kijora eh, au ndio misiba ya kisasa jamani? Mtu amezaa naye kweli, hata kitenge da. Mwingine akasema eh, kuna muda mtu unataka tu kuongelewa, umefiwa na mzazi mwenzako, unashindwa kuvaa hata abaya tu, ujistiri. Unaweza kuona hizo komenti zote zinaonesha wazi kwamba huyu dada amezingua, huyu dada amekosea. Kwa nini avae suti kwenda katika msiba wa mume wake kipenzi? Asingevaa vazi lingine? Kuna mavazi mengi ambayo angeweza kuyatumia, mavazi ya kujistiri, yeye kama yeye moja. Tumalizie komenti hizi kadhaa, ambazo zinaonyesha wazi na wao pia wamekerwa na hili swala. Huyu mwingine amesema unaenda msibani two days after eh, kwamba siku mbili eh, kabla. Alafu akasema tena ukiwa ndani ya two pixes akasema sometimes is wrong eh, mimi nomata eh, no matter what nadhani ningepanda hata lori niwahi msibani. Mwingine akasema mm, hiyo nguo msibani, Mungu tusaidie, eh, tupunguze uzushi tuishi Uafrika wetu. Mwingine akasema amefika kuhakikisha kama jamaa amekufa kweli, watu wa wewe tena huko. Mwingine akasema Mume anavyouma ukifiwa unachanganyikiwa, two days later ndiyo kufika msibani? Hapana, kuna kitu hakipo sawa hapo. Unaweza kuona hizo ni comment za baadhi ya mashabiki, lakini pia tunaweza kusema baadhi ya wabongo ambao wameonekana kukerekwa na huyu dada namna ambavyo amefanya. Unaweza kuona ni kama wanakosea, lakini kwa upande mwingine unaweza kuona wanakuja katika ukweli kwamba mavazi ya msiba tumeshazoea, mara nyingi mtu anavaa baadhi i eh, au anaamua basi kuvaa jora au kidera eh, lakini pia mwingine anaona hata kama amevaa ndani suruali basi kuna kitenge kitakuwepo kwa juu eh, lakini pia ukiangalia huyo mke wa marehemu MC Pilipili pili, ni kama vile yeye ajali ameendelea na maisha yake kama kawaida, ndo kwanza ametinga hiyo suti ya nyekundu. Lakini pia unaweza kuona kichwani kwake amepata mpaka muda wa kuweka kibanio cha nywele, ameweka hapo mbele ya paji la uso kuonesha kwamba eh, yeye binafsi alikuwa hata na huo muda wa kufanya hicho kitu, na waja wakaona hata atu, atuwezi kumwacha huyu dada akae salama, atuwezi kumwacha kumwacha basi eh, aendelee kufanya ujinga wake katika msiba wa wa mpendwa wetu marehemu MC Pilipili. Wewe kama shabiki una lipi la kuzungumza? Tuachie maoni yako, lakini pia usisahau kusubscribe, ili mradi kila habari ambayo itatokea tuweze kukuletea hapa ndani na nje ya nchi ya Tanzania.